Aliyekuwa msanii kutoka kundi la Konde Gang Angela, na siku kadhaa nyuma alitangaza kuachana na muziki wa Bongo Flava na kumrudia Mungu, amejitokeza hadharani kupitia ukurasa wake wa Instagram na kuomba michango. Tunafahamu Angela ni mmoja kati ya watu ambaye wanasumbuliwa na ugonjwa, mguu wake una changamoto. So Angela kupitia ukurasa wake wa Instagram wamewarudia wa Tanzania na kuweza kuomba chochote kitu ili aweze kumalizia matibabu yake. Kwenye andiko ambalo Anjela ameliandika ameandika kwa kusema kwamba habari wa Tanzania wenzangu, mtoto wenu nimeona ni chutame kwenu, kwa sababu nimefikia sehemu ya kukata tamaa kabisa na huu ugonjwa wangu. Nimehangaika na kuahidiwa sana na watu binafsi bila mafanikio. Ingekuwa inawezekana, nawamtumia kila mtu maumivu ninayopitia naamini hakuna mtu yeyote angeweza kukaa nayo hata kwa sekunde nakosa confidence, natumia dawa nyingi sana bila mafanikio. Matibabu haya yakiisha bila mafanikio, sina budi kumwachia Mungu mpaka pale wakati sahihi wa mimi kupona utakapofika. Kuna wakati naona wenzangu wakifanya mazoezi na alikwa kwenye marathoni nyingi mno, lakini inaumia sana siwezi kushiriki mambo mengi hasa ya kimichezo. Najua Mungu ndiye muamuzi wa mwisho, na mimi naamini andiko langu limetoka kwake, ndiyo maana nimekuwa nikimuomba sana anipe msaada wa hili. Nimekuja kwenu leo, naomba msaada wenu wa matibabu ya uhakika ambayo mimi binafsi siwezi kumudu, kwani ni zaidi ya shilingi milioni kumi na tatu za Kitanzania. Nimepata hospitali ya hapa hapa nyumbani Tanzania. Mwenye kuguswa na hili anaweza kunichangia kupitia nambari za simu, ameziweka pale na nadhani unaziona hapo kupitia posti ambayo nimekupigia screenshot. So huu ndio mwisho wa ile chapisho ambalo ameliandika msa, aliyekuwa msanii kutoka Konde Gang na msanii wa muziki wa Bongo Flava wakati ule Angela, na tunakumbuka kipindi kile yupo Konde Gang, Harmonize aliahidi kumchangia chochote kitu So aliweza kumsaidia pia gari. Angela so alizawadiwa gari na Harmonize. Ni baadhi ya moment ambazo mi nazikumbuka wakati ule yupo kwenye gang. Lakini watu kadhaa wamepita kwenye peji yake na kuweza kumpa pole hasa kwa kipindi ambacho anakipitia kwa sababu sasa hivi Angela, ni kipindi kigumu sana hasa kwa maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo hata kama ni wewe, ni ungane sasa na wanasawasawa wote, kama ni wewe na chochote kitu, basi nambari hizo hapo, lakini unaweza kupita kwenye akaunti yake ya Angela, kwa kusakafia zaidi, kudhibitisha hilo, ukaweza kuona ameweza za kuandika nini na nambari za kumchangia ziko pale, so tuweze kumwombea Anjela aweze kupona kwa haraka na aweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Hii ni Sawasawa Digital, mahali ambapo tunakuhabarisha kiganjani mwako.